Kuna baadhi ya watu wanakataza watu msikitini, akiona mtu anataka kuswali baina ya nguzo na nguzo, anasema la, usiswali hapa, haifai. Vivyo sala, haya tajuzu salatu, inafaa kuswali baina sawari, baina ya nguzo na nguzo. Wala tukrahu, wala si makruhu. Wakad thabata, na hakika imethubutu

aliingia mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam wa katika al-Kaaba, wa Usama bin Zaid, pamoja na Usama bin Zaid, wa Uthman bin Talha, na Uthman bin Talha, wa Bilal na Bilal, fa atala kaefusha muda kuketi ndani yake, thumma kharaja, kisha baada ya hapo akachoka, wa kuntu awwala an-nasi dakhala ala atharihi, na mimi kando mtu wa mwanzo kuingia katika al-Kaaba Yani, yani, fasaltu bilala, nikamuuliza Bilal aina salla misali wapi mtume faqala, kanina bayna al-amudayn bayna ya viguzo viwili rawahu al-Bukhariyu wa Muslim. Fahadha al-hadithu hadithihini yukhadhu minhu inachukuliwa kutoka katika hadithi hii jawazu salati kufaa kusali lilmunfaridi kwa mwenye kuswali pweke, waljamaati, na mwenye kuswali katika jamaa, baina sawari, baina ya nguzo. Walianna alasla, na kwa sababu asli, jawazu salati ni kufaa kuswali fi ayi mawdhi'in, katika sehemu yoyote ile, sawa sawasawa, baina sawari, baina ya nguzo, wa ghairihi, na sehemu nyingine Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, na kwa qauli yake mtumi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juilat lana lardhu kuluha masjidan, tumefanyiwa sisi ardhi yote kuwa ni sehemu ya kusujudia na kuswali. Wa fi riwayatin ukhra, na katika riwaya nyingine, alardhu laka masjidun, ardhi ndiyo sehemu yako ya kusujudu

Na hakika wametolea sababu baadhu man qala bikarahati salati baadhi wa lusema, ya waliosema ya kwamba ni makruhu kuswali baina sawari, baina ya viguzo wametolea ila masababu ya kukataza bi anna salata, kwa kuwa sala baina sawari, baina ya viguzo tuaddi ila inqita'i safi, kunapelekea kukatika nini safu tuaddi ila nqitai saf, katika hasha, anasema asahihu usawa ni kwamba ana almurada biqati safi, ni kwamba makusudia kukata safu, kukata safu ambako kwamba kumekatazwa katika sheria. Ibqau faraghin fihi, ni kubakisha space katika safu, duna an yaqifa fihi ahadun, pasi na kusimama ndani yake yoyote huko ndiko kukata safu ambako kwamba kumekatazwa kume katika sheria. Wa ama idha takhallalat safu sariyatun, ama kikiingilia kati kati ya safu kiguzo, fahadha la yutabar, basi huko kuingilia kati kiguzo hakuzingatiwi, wala yuadu qatan lisafi, wala hakuhesabiki ni kama kukata safu, hapana. Fataamal jayidan A, wa li annahu mawdhi'u ni'ali, pia wamesema hii ni sehemu ya kuweka viatu. Mawdhi'u ni'ali ni sehemu ya kuweka viatu, lakini hii ni katika zama hizo za za zamani, si sasa, kama nakala al-Hafidh fi al-Fath, kama alivyonukulu hilo al-Hafidh Ibn Hazar katika Fathul Bari mujalad wa pili sahifa ya mia tano sabini na wahadha taalilu, na kutelea sababu huku kwamba ni sehemu ya kuweka viatu muntafin, ni kwenye kukosekana tamaman kabisa, fi hadhihi layami, katika masiku haya ya kwamba baina ya nguzo na nguzo sehemu ya kuweka viatu. Sasa hivi watu wafanya hivyo, ma atafatuni, pamoja na kuwa waerevu ila adami wujudi kutokupatikana au sihati au kusihi, nahyun fi dhalika katazo katika hilo, hakuna katazo katika hilo, lazima liwe akilini mwetu wali, uh, liana sawari asema, kwa sababu viguzo kadima zamani, kanat fi lmasjidi alwahidi vilikuwa katika msikiti mmoja, bal fi safi alwahidi bali katika safu moja, kithiratan jiddan vilikuwa ni vingi sana, kwa sababu zamani najua na nguzo zake anaweka ni miti ile, sindio? Kwa hivyo miti inakuwa ni mingi sana, tofauti na nguzo sasa hivi. Mima yuaddi kitu amchkama kinapelekea liikhtilali shakli safi kuharibika ile shakli umbile la safu, bihaithu kwa namna, tujadu sariyatu, inapatikana nguzo baada kulli rajulin, baada ya kila watu wawili au thalatha, au baada ya kila watu watatu. wa bitaqaddumi alumrani, na kwa kutangulia mambo ya handasa, uhandisi, alyoma, hivi leo, uhandisi wa majengo, baada ya kuwa ushasonga mbele bitaqaddumi lumrani lyoma filhandasa baada ya kutangulia, yani ya kusonga mbele mm, mambo ya majengo, handasa ya majengo baada ya kusonga mbele. bitaqaddumi lumrani lyoma filhandasa al lhaditha, katika uhandisi wa kisasa istughnia, watu wamejitosheleza an akthari sawari na nguzo nyingi, wal amida, na vipia fil masjid, katika msikiti, bihaithu kwa namna, sirna tumekuwa la nara fi safi alladhi takunu fihi sawari, hatuoni katika safu ambayo kwamba -kwa kuna kuwa ndani yake na viguzo ghaira amudi, isipokuwa nguzo moja au ithnain au viguzo viwili, bihaithu kwa namna ambayo la yukhillu dhalika Haliharibu hilo bihayati safi ile umbile la safu au nidhami au nidham yake itlaqan kabisa. Yani, ala fikra, hata baadhi ya misikiti unakuta hakuna nguzo kabisa. Baadhi ya misikiti inajengwa misikiti unajengwa msikiti mkubwa, lakini ndani hata huoni nguzo. Moja jinsi namna uandiswa majengo walivyozidi kusonga mbele. <coughs> wa amma almaana thani, ama maana apili, wa huwa anna ma baina sawari, yaviguzo, ali, ya pili <coughs> wahuwa anna mabaina sawari yani kwamba sehemu zilizoko baina ya viguzo maudhiu niali, ni sehemu ya kuweka viatu, faqad intafa alyoma, sasa hivi hiyo maana imekosekana, biwujudi lkhazaini lkhasati, kwa kuweko makabati maalum lilahdhia ya kuweka viatu, au wadhi lmusalina ahdhiyatahum, au kuweka wenye kuswali viatu vyao ala abwabi lmasajidi, katika milango ya miskiti, ama katika mifuko na mfano wake.

Illa idha daa isipokua kiwalingania watu ila idha daa isipokuwa wakiwalingania watu man yatadhaharu bidacwati ila sunati lyuma wale ambao kwamba wajifanya wajionyeshe kwamba wao walingania watu katika sunna leo ila iadati wadi lahdiyati isipokuwa wakiwalingania watu kurejesha kurejea kuweka viatu dakhila almasjidi ndani ya msikiti baina sawari baina ya ya viguzo vya misikiti, tatbiqan li lissunani li kwa ajili ya kuzifata sunna alati ambazo kwamba yatazaamuna dawa ilaiha, wajipa uongozi wao wa, wa, wa kulingania katika hizo sunna, wayulhuna almuslimina biha na wanaopumbaza Waislamu kwazo fallahumma hudaka, e, Mola, tunakuomba uongofu wako. hapo tumefahamiane no. Yani sasa hivi watu haweki msikitini viatu vi vyao baina ya nguzo na nguzo, watu wanaweka kwenye mifuko kama mlangoni, hasa mara nyingi watu wanaweka kwenye makabati kule, kuna watu maalumu wanachukua Sema, hawa labda wawambia watu, bwana jamani, viatu viweke msikitini baina ya nguzo na nguzo, ndio sehemu za kuweka viatu hapo sawa. Fa min alkhatai al kabir, ni katika makosa makubwa an yurakiza badu aimati al masajid, kurakiz baadhi ya maimamu wa misikiti. Ushaona, yaani kutilia mkazo, kutilia umuhimu baadhi ya maimamu wa msikiti <laughs> <group�> <arms> Uh, au baadu l-musallin au baadhi wenye kuswali, ala ibadi nasi kuwaweka mbali watu an mantiqati al-amidati, sehemu zenye viguzo, wa iftail amma na kutolea fatwa watu wa kawaida bi adami jawazi salati, kutokufaa kuswali baina sawari baina ya

Qad tafarada bihi, na hakika amepokeka nayo. An qatadata, kutoka kwa Katada. Duna ashabi qatadata, kinyume na wafuasi wa Katada, watu wa Qatada, wanafunzi wake na walopokea kutoka kwake. Insan daif, alafu kisha ni majhul. Amepokea riwaya mbo, kwamba tafarada bihi, hakuna yoyote katika wafuasi na wanafunzi wa Qatada isipokuwa ni yeye tu.

na asipatikane mwanazoni mwingine katika ulamau ljarh wata'dil ambao kwamba amemkubali na amemwathiq rawi kama huyo rawi kama huyo, inakuwa ni ghairu maqbul sah. Fakaifa, basi takuwaja wahuwa atharu nayo athar, rubama yakunu an ijtihadin, huenda ikawa imetokana na ijtihadi tu ya nani? Ya Abdullah bn Masud, atafahamu sisi, qaulu sahabi au ijtihadi ya sahabi sio nini? Sio hujja. soh, sah